Wanabunge mjamboni, uh, uh, uh, uh, jina ni Kevin Ogola uh, Alwar uh, ni mjalio kutoka Mombasa. Wewe wewe, huyo ni mjalio na mloya hawa wanatusumbua <laughs> <laughs> uh, basi, tupatie spika ab because, hata spika wewe unapaswa kuwa in charge you know, of your floor. Wakipiga kelele, wacha wapige kelele, wakimaliza uendelee.

Tukiongelea ODM. ODM ni chama yetu sote Wabaluya mwezi tupigia kelele kwa hii bunge sababu ya Sifuna. Huu Sifuna without Luos. Nyinyi Wabaluya Sifuna alisimama nyumbani mara ngapi? mara mbili mulimpea hata mjia. Alisimama mara ngapi? <totim announcing warfare> Sifuna alisimama huko kwenu nyumbani, mulimwangusha mkamwambia aende afanye nini? Aende Nairobi ati ajagro nyumbani, una mjaluo Saa hizi mnatupigia mdomo, mnatupigia kelele ati Sifuna, Sifuna. Kama Sifuna ni mwanaume, kama ni mwanaume, nasikiaga na nguruma. Ah, alikuwa na nguruma sababu ya baba u a nduo sana Aya, nataka niulize hivi swali moja juu. Amesema without Wajaluo. Sasa nataka kukuambia kitu, kukuuliza swali moja, amesema Aja, amesema Sifuna ali, ali, ali, alisimama huko nyumbani mara ngapi? Mbili, akianguka. Swali nataka niambie, alisimama na chama gani ya mara mbili? Swali ya pili, sababu unajidai hapa wewe mjaluo hapa Nairobi, kama mnasema without wajaluo, unataka tulinganishe kura ya wajaluo hapa Nairobi jaluya. <laughs> 003 wa hii bunge nasema hivi sikubali, bunge ichukue mkondo ambayo inachukua ya walue na wajaluo hapa sasa hivi. Exactly. Yeah. Yeah. <laughs> mambo ya kusema mamo ykuunaaren Nairobi hii muluya ameungana na <laughs> <laughs> <laughs> mjaluo. Kwa hivyo tujadili mada, mambo waluya pande hii pande hii nayo, tuende kwa mada tafadhali.

Niliulizwa swali, swali ya kwanza sitakujibu because jibu nayo chama yenye alisimama nayo. Nitakujibu swali ya pili. Swali ya pili, nyinyi kama watu wa Western aliposimama na nyinyi wenyewe hamkumpea Nakujibu siasiwata nikujibu, alipoletwa Nairobi na Baba Raila Amolo Odinga amolodikapimtite malipema, ndio akapata uongozi, haikuwa kura ya barua peke yake.

My time over, my friend, so sifuna hawezi kuja kututishia kujaribu kuleta vurugu ndani ya ODM na sisi ndo tulimtoa mbali, tulimtoa alipoangushwa nyumbani, tukamleta Nairobi tukamtengeza, tukamfanya mtu, saa hizi anajaribu kututishia sisi. <laughs> Kama watu wa ODM, hakuna mtu atatutoa kwa broad based government unless tuamue wenyewe. Nimesema sisi kama watu wa broad based, watu wa ODM, watu wa tutam Ruto kumi bila break einga mabere yeah, yeah. Hakuna mtu atatutoa hapo, hapo ndio tunapata maendeleo na Ruto anaenda tuta bila kupingwa, na kama nyinyi ni wanaume, Ruto ni kumi bila break. Alafu

Siaya, yeah, yeah. Ni mali na pakua na number one kaunty in Kenya, yeah, yeah. Raila anajua hiyo na tulimpatia zake tano na ametufai, na sasa it's a new time for a new person Injinia Nicolas Kumbo kurekebisha Siaya Kaunti.